Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukuletea update kuhusiana na kile ambacho amekizungumza huyu hapa si mwingine bali ni Ostaz Juma na Musoma. Ostaz Juma bwana amezungumzia bado ametilia mkazo suala la yeye kutaka kumuoa bibi Zuchu kama unavyoelewa. Kwa mujibu wa Ostaz Juma, bwana, ameona hii ni fursa na anaona wazi kabisa kwamba ndoa kati ya Diamond na Zuchu haipo na hiyo nafasi kwa sababu amesikia kwamba Zuchu anatamani sana kuolewa. Ostaz Juma amedai kwamba yeye sasa ndo anayetaka kumuoa. Mara ya mwisho tuliona alionyesha pesa ambazo yuko nazo akasema kwamba Zuchu atoke WCB, yeye atamsimamia mziki wake bure bila kumkata hata asilimia moja, lakini pia vilevile vile atakuwa anampa pesa kama mpenzi wake, na vibunda akavyoonyesha kwamba tayari amejipanga. Sasa this time around bado anapigilia mule mule, amerudia tena kwa mara nyingine kusisitiza kwamba yuko serious katika swala zima la kutaka kumwoa Zuchu. Kwa hiyo Ostaz Juma amejirekodi video hii, hapana ataka umsikilize. Baridi, baridi. Baridi, jamani

hrngnsh tto chukiranga Naam. So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa kwa upande wa Ustaz Juma na Musoma. Kwa mujibu wake ni kwamba bado yuko na imani kwamba